Ndugu zangu, kundi moja la wanamume lisithubutu kulidharau kundi lingine la wanamume, maadamu wote wanasema la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. Asa anyakunu khairan minhuna, huenda wale wanawadharau wengine wale wanadharaulika wakani bora kuliko wao. Wala kundi la kina mama lisiliwadharau kundi lingine, asa an yakuna khairan minhunna uwenda kundi linalodharau likawa bora kuliko linadharauliwo. Akasema, wala talmizu anfusa, msijidai kimakabila, msiyatumii makabila yenu, msivitumii vyama vyenu, msitumii majumuiya yenu ndiyo sababu ya kuwadharau. Wala tanabasu walatanabasu billkabi, wala msipeani majina mbaya, sifa mba. Bisa ismu bisa lismu iman jina baya ya mtu kumwita Mwislamu baada ya kuwa na imani ni ufasiki, ni vitendo vichafu. Na kuombeni tuzidishe mapenzi kati yetu, na kuombeni tufute tofauti zetu, na kuombeni tuache kudharauliana, na kuombeni turudie kwenye kauli ya Mwenyezi Mungu, inama almu'minuna ikhwa, waumini ni ndugu Mtume sala sallam yumo ndani masahaba wako nje, akapita Yahudi mmoja akamwita Azraji mmoja akawebu, njoo kwanza Bwana, hivi nyewe mmekaa hapa mnazungumza na mnacheka, ukumbuke hao au si walivyokuwa na kufanyia, yaani siku mbili tukaja huyu Mwarabu ndio mnasahau kwa walifanyia vibaya huyu, akamchochea akamchochea maneno, akamchochea maneno kumkumbusha yaliyopita, akajawa na hasira, akarudi pale mbadiliko akamwita ahraji mmoja akaambia, hivi siku mbili hizi ndo mmesahau? Alikuwa anafanyeni hapo? Maana haya makabila hata ngamia akitumbukia kwenye shimo akavunja mguu, ikasemekana mkabila hii vitnza kasimama mpaka miaka mitatu mpaka miaka minne. Baada ya kumchochea huyu, majibu yakaanza kubadilika, nini kubanyika iinivana aan niwesahau nataka kufanya nini? kwani wewe kwani wewe nani? Eh, sahaba mmoja akaona Mbona watu wameshabadilika hivi kumetokea nini? akarudi kumwambia mtume "Ya Rasulullah, watu watu wako nini Afrika, palika, -Ana wa Ana yani, nini Yaani kila mmoja kwa kumwambia mtume dada ya Rasulullah kafika pale kamtazama akasema wa al-ana wa ana baina aidihum Yaani mnataka kufanyaje na niko? Niko na ninyi mnataka kufanya nini?